Uh, chakula changu cha jioni mayai kumi na tango, protini ya kutosha, amino fat, amino amino acid, fatty acid. Uh, tango, ili tango, wengi wanasema ni wanadhani ni tunda. Tango sio tunda, tango ni mboga majani, ipo kwenye kundi la mboga mboga. So unapokula hili sometime usikule kama tunda, ile kwenye kundi la mboga mboga Sikia, kama unataka kupungua hasa wakati wa usiku, wewe chakula kama chakula cha jioni, basi hakikisha unakula mapema kwanza. Na hakikisha unaondoa tunasema, uondoe upunguze wanga. Hapa hamna ugali, hamna wali, hamna chapati, hamna tambi. Hamna kande, hamna nini. Jitahidi usiku ule mapema, mwisho saa moja kama unataka kupunguza kitambi na unataka kuzuia kisukari na na, insulin resistance, na pressure, kula sana protein, ukachukua mayai, nyama maini supu, ukachukua mboga mboga kidogo, aidha mboga majani, kabichi au tango, ukapata chumvi yako then ukala, ukashiba. Kula ushibe, kunywa maji yako, pumzika. Tukutane kesho mchana, usili asubuhi, sababu asubuhi ni mbaya zaidi. Njia zile kutaka kupungua, just achana mawanga, siku ugali, wali, hivyo vitu, acha kula kwa mazoea, na usili asubuhi kwa sababu sio muhimu. Umeshalala, umeshakula vichakula kama hicho, umeshiba, umelala Umefanya kazi gani usiku? Mara nyingi, asilimia tisini na tisa njaa ya asubuhi inakuwa ni swala mindset. Kama hujafunga hujafunga, au kwenye fungo ya masaa 48 au 72, unaamka asubuhi na njaa, basi niamini, hiyo funga, hiyo njaa yako ni kwa sababu ya mindset. Unajua chakula kinachukua masaa sita mpaka nane kutoa nguvu eh, lakini kwa nini umekisha kula? Wali umekula ugali ndani ya dakika 10 mwisho, umeshiba? Haujashiba kwa sababu chakula kijamaliza mchakato kum, wa, wa, wa kumengenywa kukupa energy mpaka masaa nane, lakini kwa dakika kumi anakula mara tatu, lakini hana vitamins. Mama mjamzito anakula mara nne mara tano, lakini hawezi kutoa maziwa. Ana mtoto anasema hawezi kunyonyesha. Ukimwambia mtu funga, ule mara moja, nitakosa maziwa, lakini ndio huwa anakula mara sita na maziwa hapati Sio kwa sababu hali ni kwa sababu wanakula vyakula ambavyo havina umuhimu kwenye mwili wake, havina umuhimu kwenye seli zake, hazina nutrient. Yani ni zilo. Kula kwa uangalifu, kula kwa umakini sana, na kula vyakula vyenye bya afya. Kama unataka kupungua, tembea mara kwa mara, consistent, jambo la muhimu, itakusaidia sana.